Kuchunguri hapo kitanda kimera wana chele, nikasema imekuwaje? Eh, kuja kuona hivi ayo, ikawa tabu, ndio akaja kunitoa, lakini namna aliyomea hapa kwangu wakoomea, labda wenzangu huko sijui sasa. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Huyu ni dada yangu. Baada ya kusikia hilo tukio nikamka nika, asubuhi nika nikuja kuangalia, kutani ni majanga makubwa, majumba yamezuriwa na vyakula vi, vi vyote vimeroona magodoro yani vitu vyote kiujumla, baadhi ya mbao zimekatika zime mabati yote yamejikunjamana yaani, sasa hivi hana pa kushika kulingana na umri wake jinsi ulivyo mm. Ni maana kwamba hana pa kushika yani chochote hana pa kuweza kujifadhilia Ombi letu kwa ujumla taka serikali imsaidie huyu huyu dadangu na kulingana na umri alionao umeenda na hana pa kushika, na sehemu ambazo alikuwa azimio sonye mkazi wa mtaa wa Makongoro namba thelathini karibu, azimio hali imeanza saa nne kama na dakika ishirini. Ilikuwa eh, ilikuwa sio mvua hii, sema kama, kama kimbunga, maana kishindo kilikuwa ni cha, cha mara moja tu watoto ndani wanakimbia, yaani hata huko ndani kuna kuta zingine zimedondoka, ko kitendo cha wao kuangukiwa tu mawe wakawa kama vile kuna, kuna msiba yeah. Kuja kutoka nje nakuta bati zote zishalala wazi kwa hiyo humu ndani humu watu wengine imebidi walale kama vile wako udini, na ni wapangaji, yaani mtu anatoka kwenye nafasi yake inabidi amna namna hiyo ndio hali iliyotukuta, lakini kwa hili nitakiwa serikali ituangalie yeah. Namna gani inaweza kuwa boost hawa raia wake, sababu mpango walikuwa na kama itatokea tatizo kama hili saau mpangoikasaakama ilikuwa yeah. yeah. ni kama kimbunga, maana kimetokea, tunaona hata jinsi kilivyokata, kimekata eneo hili tu kikaenda kikazunga kikaama kule juu akijafika na huko mwisho akijafika, kwa hiyo kimeshirika na nyumba za katikati hizi na kimetokea huko chini ziwani. Jambo, e, ni msimamizi wa nyumba hii hapo ambayo mnaona hakuna bati hata moja. hii mvua hii imeanza kunyesha kwenye saa nne ya usiku nadhani kitu kama hicho. Madhara ni makubwa, madhara ni makubwa sana, watu wameharibikiwa vitu ndani, magodoro, vitu vya ndani vyote ndio. Hapana, hapana. Eh, vimeharibika. Tunamshukuru Mungu kwamba madhara ya kibinadamu hayakutokea kwa upande wangu wote wako salama. Naitwa Mwayaona Rashid Gewa, mkazi wa mkoa wa Mara, Musoma, wilaya ya Msoma mjini. Uh, hili tukio mnaloliona hapa, ndugu watazamaji, ni mvua iliyotokea jana usiku wa kuamkia leo, na upepo mwingi ndio umetusababishia haya mazala ambayo ndio yanaonekana hapa, nyumba zimezuliwa. Kwa hiyo ndo tuko hapa tunakusanya kusanya mabati mabaki ya mabati yetu. ilikuwa saa ngapi, hali, ilikuwaje, wakati, mvua, Aa, wakati mvua inaanza kunyesha kwa kweli ilianza tu kunyesha mvua kubwa na upepo mwingi sana ndo umesababisha haya madhara, na ilikuwa mida ya saa ba saa nne kasoro ee. Kaamka waume naye wakaamka bati hilo hapo kwenye nyumba hiyo hapo likaezuka naona ndio hivi hapa e, tukao tumekaa ikakaa nikakusanya watoto nikaja nikakaa nao Eh. Nilikuwa na watoto wan, watatu mi mwenye wanne, Mungu amesaidia. Sasa si watusaidia, naona hivyo tulivyo sasa, tuna pakukaa e, tumelala nje sa, na sasa hivi unaona mpaka sasa tuna pakukaa. Sasa tutafanyaje? Tuna hata mvua otu... ya jana usiku ilito, ilianza kunyesha kuanzia saa tano na nusu. Lakini tunavyoona machafuko tumeamka asubuhi tumekuta machafuko, majumba yamebomolewa, mabati na miundo mini imeharibika kwa ujumla. Ndio. Tunatengeneza mjengo kama shule hii sasa, hata waya kensi huyu kandarasi alikuwa anafikiria nini? Swala zima hata hususan waya kensi hazipo, hajatumia waya kensi. Tunaingiza serikali asara kulingana na makandarasi ambao serikali imewazoea. Kwa hiyo hatuhitaji kazi za mazoea hii, tunaingiza serikali yetu asara na wananchi, na pia tunapata asara kuhusiana. Sasa ingetokea kama mchana mabati kama haya yanakutana mwanadamu, mwanadamu. Je, huyu mwanadamu naabaki na uhai gani? Kwa hiyo ni hasara kiujumla. Serikali ziongeze ituletee watu wenye uwezo wa kufanya kazi arisia. Asanteni sana kwa hili. Mimi naitwa mwandishi Nixon ni Babu ni meneja wa TANESCO mkoa wa Mara. Usiku wa kuamkia leo, leo tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2024, katika manispaa yetu hii ya Msoma tumepitiwa na neema ya mvua, lakini mvua iliambatana na dhoruba kali yenye upepo pamoja na mingurumo ya radi. Dhoruba hiyo ilipelekea changamoto kubwa sana katika miundombinu yetu ya umeme pamoja na makazi ya watu, lakini vile vile katika maofisi yetu haya ambayo tunafanyia kazi, kutolea huduma. Athari kubwa ambazo tumezipata katika miundombinu ya umeme ni nguzo nyingi sana zime, zimeanguka na mahususi hasa zile nguzo ambazo mara nyingi tunazitumia kusambaza nishati ya umeme katika makazi ya watu na ikumbukwe pia, dhoruba hii imeendana sambamba pamoja na kuwezua mapaa ya nyumba za wananchi ambao ndio wateja wetu. Kwa kweli wameathirika sana, kwa maana ya mita kupasuka, nguzo kuanguka, nyaya kukatika. Yote hiyo imekuwa ni athari ambayo imepoteza dhana ya usalama katika hichi kipindi ambacho mvua hii na upepo wake mkali imeweza kuathiri makazi ya watu shughuli za biashara za kiuchumi za kiutoaji wa huduma mpaka sasa haziendi sawia kama zilivyopangwa kwa sababu nishati ya umeme haiko pahala hapo kutokana na, na kadhia hii. Tunafanya nini katika ma, madhara haya ambayo tumeyapata? Sisi kama TANESCO mkoa wa Mara tumejipanga vilivyo ipasavyo kuhakikisha tunarejesha huduma ya umeme na tunaratibu athari zote ambazo zinaweza zikatokea kutokana na miundombinu yetu kumisialaini laini kwa sababu ya kuanguka kutokana na kadhia kubwa ya upepo mkali na dhoruba iliyopita kutokana na mvua ilionyesha usiku huu. Nitoe tu rai kwa wananchi wote wa manispaa ya, ya Msoma kwa yeyote yule katika makazi yake amekutwa na kadhia hii ikiambatana na uwepo wa miundombinu yetu pahala pale, asisite kutoa taarifa za karibu kwa sisi Tanesco ambao siku nzima leo tumejiapiza kutapakaa katika maeneo yote, tukitoa huduma kwa masaa ishirini na manne. Tutakuwepo katika maeneo haya kuhakikisha kwamba miundombinu hii haileti madhara kwa, kwa wananchi. Lakini vile vile tutoe lai kwa wananchi wote ambao nyumba zao zina miundombinu ya umeme kutowasha kifaa chochote cha umeme wakati huu ambao tunaendelea na hatua za uokozi. Sukuma inarejea kama ilivyokuwa awali ili shughuli zote za kuhudumia jamii na za kiuchumi na biashara ziweze kuendelea. Tito Agustino Magere, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara. Mnamo tarehe 23 majira ya saa 4 dakika 10 usiku mwezi wa 3 2025 tulipokea taarifa ya mvua nyingi iliyoweza kunyesha katika wilaya yetu ya Musoma. Jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na vikosi vingine na wananchi waliweza kwenda maeneo mbalimbali. E, niseme tu kwamba mpaka saa hizi kama alivyozungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Msoma, jitihada zinaendelea, lakini mimi kama mwenye zamana upande wa jeshi la zimoto la ukoaji, maeneo mengine ambayo tumeelekeza kwamba maeneo ambayo yameharibika miundombinu haswa pale ambako nguzo za umeme zimeanguka, tutafunga barabara kwa muda, lakini kuna maeneo mengine ambayo ni hatarishi, kwa mfano kama kwenye kituo cha mafuta, pia tutafunga barabara katika maeneo hayo. Kwa hiyo niwatake wananchi kushirikiana na vyombo wakati wa zoezi hili na mwisho, itafanyika tathmini ya kila mmoja aliyeguswa na jambo hilo. Serikali kwa maana mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamati yake watairatibisha na taarifa kamili ya serikali itatoka kwa wakati. Huu tunafanya visit site katika maeneo mbalimbali ambayo yamekumbwa na dhoruba hii. Lakini tunaambiwa pia uwanja wetu wa Msoma kimbunga pia kimepeperusha pale mabati, lakini tunayo maeneo mengine Nyakato na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi kama wajumbe na wasaidizi wake na kama vyombo kwa kushirikiana na wananchi bado tunafanya visit site ili tuweze kuhakiki kwamba na jamii nzima kiujumla tukio hili ni kubwa majanga haya yaliyotokea madhara yake kama vyombo vya usalama pamoja na wataalamu wanaendelea kufanya tathmini kuona uh, ukubwa na upana wa madhara lakini asilimia kubwa tumeshuhudia taasisi za serikali, maeneo ya kibiashara, lakini na makazi ya watu yameathirika, na nimepata taarifa kwamba, uh, wapo wenzetu ambao pia wamekutwa na janga hili na wako katika kituo cha afya cha Nyasho. Lakini kubwa, nitumie fursa hii kuwapa pole wananchi wote wa Musoma kwa haya majanga, na tahadhari za awali tumeanza kuzichukua moja katika kuhakikisha kwamba uh, upande wa umeme tumetoa maelekezo kwa wenzetu kwamba umeme usirudi mpaka pale ambapo tathmini itakapofanyika, na kuhakikisha kwamba uh, madhara, maana umeme ukiwepo kwa hii miundo mbinu ambayo wote tumekuwa mashuhuda hapa, maana yake ukiwepo, madhara huenda yakawa makubwa zaidi. Lakini la pili ni waombe wanamsoma wote kuwa watulivu kwa sababu uh, serikali tunaendelea kuhakikisha kwamba jambo hili tunaendelea kulisimamia kwa ukaribu, na kurudisha usalama na kusimamia amani ambayo tuliyokuwa nayo. Lakini nitoe rai kwa wale wote ambao wanatumia changamoto hii kama fursa kwao. Nimeshuhudia pale mapema, wakati nafika, nimeona kuna watu wanatumia hii nafasi kama fursa kwao wengine wanaiba mabati, wanaiba mbao na miundo mbinu nyingine. Nitoe rai kwao kwamba ili ni janga, tunatakiwa tuungane, tushikamane katika hali kama hii, lakini wale wanaotumia hii nafasi kwa kama fursa ya wizi wa mali yoyote ni wa, niwaambie kwamba tutawakamata, lakini waache mara moja, kwa sababu muda kama huu tunahitaji kuungana zaidi tushikamane zaidi na kusaidiana zaidi kuliko kutumia nafasi hii kama sehemu ya fursa ya kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anatumia hii nafasi ajue kabisa huyo tutashughulika naye, kwa sababu kipindi kama hiki Musoma tunahitaji kuwa kitu kimoja, lakini wapo watu ambao badala ya kutoa msaada kwa wananchi wenye jukumu lao tu, imechukua wako na simu, wana rekodi kupeleka kwenye mitandao ya kijamii. Hii haisaidii. Sasa hivi tunahitaji kutoa msaada zaidi kuliko kuanza kutoa taarifa zaidi. Kwa hiyo wanaotoa taarifa, wapo watu wenye majukumu yao, lakini yuko mtu badala ya kutoa msaada, yeye msaada anaotoa ni kupasha tu habari. Kwa hiyo nitoe rai, hilo jambo tuliache na tuachie watu ambao kazi yao kutoa taarifa. Sisi wananchi, jukumu letu ni kusaidiana, kama ambavyo mila, desturi na tamaduni zetu kama Watanzania ni kushikamana na kusaidiana zaidi kuliko kutengana. Kwa hiyo mimi nitoe rai na nitoe wito kwa wananchi wote wa Musoma tuwe watulivu. Serikali pamoja kwa kushirikiana na wananchi tunaendelea kuhakikisha kwamba hali itarudi katika nafasi yake kama ambavyo ilivyokuwa hapo awali. Lakini kikubwa, taarifa za awali, madhara kwa binadamu sio makubwa, ni watu wachache tu ambao walipata hayo madhara. Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa idha kama kuna mtu amepoteza maisha, hiyo taarifa haipo. Kwa hiyo mimi nitoe rai aniwaombe wananchi wote wa Musoma tushikamane, tushirikiane, tuwe kitu kimoja katika kuhakikisha kwamba hali hii tunaendelea kuisimamia na kuhakikisha kwamba kila kitu kinarudi katika nafasi na ubora wake. Lakini kubwa tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila jambo linatokea kwa mamlaka yake kwa mapenzi